Ni EMP Africa Radio. Harden harden harden harden harden. <laughs> Yule ambaye tunamtaja ni mkali ama ni bora wa muda wote? Nani sasa? Albert au nani? Anyway, dimaneno ya Lunya anasema yeye ni bora wa muda wote. Na ni rapo wa kwanza kuchukiwa na watu wengi, lakini ni rapo wa kwanza pia kushangiliwa ama kukubaliwa na students bila hata school fees. <laughs> Ai, sio <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Kujisifia sio mbaya, kujipakulia minyama sio mbaya, kama sisi ambavyo tunasema we are the first and the one and only and the best show in town. Amen, kwenye zile list za show zenu bora. Itakuwa ni zambi sana kama si LV itakosa by the way. Leo ni Hip Hop Thursday. Na kwa kwa kusikiliza ni freestyle session 6 ya kwa KYL Young Lunya Mbuzi. Ametangaza jana kwamba freestyle session 7 iko njiani na inadondoka anytime very soon, tutaipata. Achana <laughs> na hiyo lakini, kuna ujumbe alishare kwamba hayuko kushindana na rappers, ama rapper yoyote yule kwa sababu yuko hapa kwa ajili ya kuinua na kuipeleka hip-hop ya Tanzania mbali ambako anaona yeye anapaswa kuifikisha. Hii ni baada ya ile dis ya Mnyemwezi Toxic kwamba yeah. Kuhusiana na masuala mazima ya grills, ya grills, grills cover ama mapambo ya meno. So baada ya kuachia kibao kinaenda kama <coughs> sonara eh, jamaka sema Lunya, nikaona pia meneja wake ame comment kwenye moja kati ya peji akasema Mhm. Mm, bwana mdogo amemdisi sana amemdisi sana ili kutafuta attention, lakini Lunya sio wa level zile ama wa level hizo za kukaa na kujibizana. Na of course, kwenye... kuna, kuna line moja anasema Lunya mwenyewe anasema mm -hmm. Mimi sio aina ya rapper wa wakuingiz... kuingia Twitter na kuanza kujibizana mm -hmm. Yuko busy na michongo yake na of course tunaona jinsi ambavyo movement zake zinaenda mm -hmm. Na mkwanja pia unaingia kwa sababu brand za Hennessy, Sony Music, mambo ya Rockstar hapo. Kuna mkwanja unaingia wazee. Soko ubaya, tulisubiria fresh session 7 na kwenye ule mfululizo wa freestyles tuliishia namba sita kutoka kwa YL.